Dhamira. Dhamira ni nini? Hujambo? Kufikia mwisho wa kipindi hiki, utaweza kueleza maana ya dhamira na kuchambua dhamira katika shairi. Karibu. Dhamira ni lengo madhumuni au nia ya malenga wa shairi. Malenga ni mtunzi wa shairi. Huyu mtunzi hutunga shairi akiwa na nia fulani, ambayo inaweza kuwa ni kuonya, kuelimisha, kuhimiza, kuhamasisha au hata kutahadharisha. Maudhui katika shairi ndio hutufahamisha dhamira katika shairi. Hivyo basi Tunajua dhamira kutokana na maudhui katika shairi. Tutachambua mashairi mawili katika makala yetu ya leo tuweze kuchambua, tuweze kufahamu dhamira katika shairi. Shairi la kwanza ambalo tunalitumia ni shairi Choo Kisiposafishwa, ambalo linapatikana katika ukurasa ishirini wa diwani ya Hodi Hodi Mashairi, na nitalisoma. Kitakuwaje safi choo kisiposafishwa? Tutakihitaji safi ikiwa hakijaoshwa? Utoke wapi usafi pasipo ya kufikishwa? Choo kisiposafishwa, kitapataje usafi? Kitakosaje harufu choo kisiposafishwa, tusipotoa uchafu, uchafu sipoondoshwa, tusishangae kitefu, daima tukitapishwa. Choo kisiposafishwa kitapataje usafi? Maradhi yatasambaa, choo kisiposafishwa, kati yetu yatakaa, tusiweze kuepushwa, na choo kisipong'aa, hata kufa tutafishwa. Choo kisiposafishwa kitapataje usafi? Ujumbe nimefikisha. Choo kisiposafishwa. Ni funzo nimefundisha, washike walofundishwa, na waanze kusafisha pasipo kulazimishwa. Choo kisiposafishwa kitapataje usafi? Dhamira ya mtunzi wa hili shairi ni ipi? Mtunzi ni Joseph S. Kiponda. Dhamira, alikuwa na nia gani ama dhamira yake ni ipi anapotunga hili shairi? Tunaweza kusema labda dhamira yake ilikuwa kuelimisha, kuelimisha watu kuhusu umuhimu wa usafi, anapoeleza watu kuhusu madhara ambayo yatatokana na choo ki kuwa, uh, choo kuwa chafu. Hivyo basi watu wanapata kuelimika wanafahamishwa kwamba huenda wakafa, huenda wakapata maradhi, harufu itakuwa mbaya. Kwa hivyo anaelimisha watu kuhusu umuhimu wa kuweka choo kikiwa safi. Vilevile tunaweza kusema kuwa alikuwa na nia ya kuonya, dhamira yake ilikuwa kuonya, kuonya watu dhidi ya kuwa ama kukaa na choo kichafu. Kwa nini? Kwa sababu wataaga, watapata maradhi watapata hata na ile harufu mbaya. Hivyo basi, watu wanaonywa ili waweze kuepukana na hayo madhara, waweke choo kikiwa safi. Vilevile tunaweza kusema dhamira yake ilikuwa kuhimiza, kuhimiza watu kuhusu kudumisha usafi, kuweka choo kikiwa safi na usafi kwa jumla. Twende kwa shairi la pili, shairi ambalo tunalipata katika ukurasa ishirini na tano kichwa wanyama wetu, shairi wanyama wetu ambalo limeandikwa naye Mwala Mnyanje, na nitalisoma. Wajibu wanyama wetu, tuwalinde, katupa muumba wetu, tuwapende, maji mbuga na misitu tuilinde, kiharamu tusiwinde. Tuwatengee ardhi ya kutosha, kamwe tusiwabugudhi kuwatisha tusiifanye faradhi kuafisha, tujali yao maisha. Na kwa upande wa pili, tuwakinge mifugo huwa dhalili, na tujenge majasho pia vivuli, na sengenge na majanga tuwatenge. Dhamira ya mwandishi ni ipi katika hili shairi? Dhamira yaweza kuwa, hebu fikiri, kwa nini huyu mwalaa atunge hili shairi ambalo linaongea kuhusu wanyama na jinsi ya kutunza wanyama dhamira yake ama nia yake huenda ikawa ilikuwa kuelimisha hivyo basi utasema dhamira ya mwandishi ni kuelimisha watu kuelimisha kuhusu nini kuhusu njia za kuwatunza wanyama kama vile kuepuka uwindaji wa kiharamu kuwajengea kuwajengea mahali kwa kukaa kukosa kuwabugudhi, kukosa kuwatisha, kujali yao maisha na hata kuwatenga kutokana na majanga. Hivyo basi dhamira ya mwandishi pale ama dhamira ya mtunzi wa hili shairi ilikuwa ni kuelimisha. Vilevile dhamira yake inaweza kuwa kuhimiza, kuhimiza watu kuwalinda wanyama, kuhimiza watu kuwalinda wanyama, kuwatunza wanyama na hata kujali yao maisha. Tumefika mwisho wa makala yetu ya leo. Asante kwa kutazama au kwa kusikiliza. Tuonane tena katika makala mengine, tunapoendelea kujifunza ushairi na kujifunza lugha hii tamu ya Kiswahili. Nimekuwa mwalimu wako B Kamau M. Kwa heri.